Serikali ya kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na shirika la AMREF imepiga hatua kubwa katika juhudi za kukabiliana na magonjwa ya hydrocele na matendeguu kupitia kambi ya matibabu bila malipo na huduma jumuishi za afya. Kwenye mpango huo uliozinduliwa miaka minne iliyopita, wagonjwa zaidi ya mia tatu wakiwemo watoto na wazee wamefanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe wa ugonjwa wa hydrocele. Ugonjwa huo ni miongoni mwa magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa na ambayo yanaathiri viungo vya uzazi vya wanaume ilhali ule wa matendeguu huathiri viungo vya uzazi vya wanaume na miguu na mikono kwa wanawake. Ugonjwa haya karibu miaka miwili inanisumbua tu. Kazi, kazi yangu ya, kazi ya, ya, ya shambani ikifanya kazi zaidi nasikia nasikia na, na, na, na, kuumia kichuno. Huu ugonjwa unapatikana kupitia mbu ambaye anauma na anapomuuma yule mtu ambaye ana hivi vidudu ama hii vinyoo vidogo ambavyo vinaelekeza uh, uh, kupata huu ugonjwa, basi huwa anaambukiza mtu mwingine. Kwa hivyo zile vijiji ambazo huwa zimeathirika sana huku, huku Magarini ni upande wa, wa, wa Mbaoni Mwangatini, uh, Burangi, uh, huko Garashi